Mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza wilayani Chato Dkt Alexander Mpondaguzi amesema kuanzishwa kwa kliniki hiyo kumechagizwa na kampeni mbalimbali mbali zinazofanywa na Chama cha ugonjwa wa kisukari Tanzania kila mwaka, huku takwimu za mwaka jana kwenye kata hiyo, idadi ya watu waliopimwa walikuwa zaidi ya 500 waliobainika kuwa na kisukari ni asilimia 7.6 na shinikizo la juu la damu ni asilimia 39.7 ni kliniki ambayo inawaona wagonjwa wote kwa ujumla na ni kliniki ambayo tumejaribu kuitenga. Hatukutaka sana kuiweka katika hali ambayo ni ya mchanganyiko na wagonjwa wengine. Ukifika Bwanga utakuta kile chumba cha wagonjwa wasioambukiza, na aa, wagonjwa wamekuwa wakifika pale moja kwa moja na kupatiwa na huduma fikra na kupatiwa potofu. Anaweza wakati mwingine akahisi kwamba amerogwa au anaweza akahisi labda kwamba kuna mambo mengine, lakini haya magonjwa tuko nayo kulingana Watoa wa huduma ngazi ya jamii na wakazi wa kata ya Bwanga walioshiriki kwenye zoezi hilo wamekiri uwepo wa changamoto ya magonjwa hayo, huku wakihimizana kuendelea kujitokeza kupima mara kwa mara, kwa kuwa serikali imetimiza wajibu wake wa kuanzisha kliniki ya kudumu kwenye kituo cha afya Bwanga. Kwa maana kama presha na sukari hauwezi ukanani uka, ukajua bila kupima au bila kufika kituoni. Kwa sisi tunakuwa tunatumia ushawishi mkubwa tu, washawishi waje kupima kusudi wajue afya zao. Kama mtu akijijua na tatizo hilo atumie dawa. Tunatembea kaya hadi kaya kuwahamasisha, waache pombe, wapunguze pombe, ulevi pamoja na uvutaji wa sigara na tumbaku pia. Maana unapimwa unajihakikisha afya yako, na bado unapimwa unapata na ushauri kwa madaktari. Ndio maana nimesukumwa kuja kupimwa. Chama cha ugonjwa wa kisukari Tanzania kwa kushirikiana na, na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Geita kinatoa wito kwa wananchi wa wilaya Geita na Chato kulikotolewa huduma hizo kuendelea kubadili mtindo wa maisha usiofaa kuanzia ngazi ya kaya ili kupambana na adui ambaye huja bila dalili. Kimsingi haya tunafikiri ni mambo ambayo yakifanyika katika ngazi ya kaya wakati watu wanaona na wale watu wanaokuwa ndani ya kaya huenda wakaiga mtindo mzuri wa maisha , magonjwa haya tukayadhibiti, kuanzia ngazi ya ngazi ya kaya, badala ya kusubiri mpaka watu waje hospitali, wakati huo mambo yatakuwa yameshaharibika.